ameuawa kufuatia vurugu za siku usiku na mchana kutwa kati ya jamii mbili zinazozozana eneo la Isinya katika kaunti ya Kajiado. Hali imesalia tete eneo hilo kufuatia mzozo uliosababisha kuchomwa kwa pikipiki mbili. Kamanda wa polisi kaunti ya Kajiado Alex Shikondi sasa anasema watu saba waliohusishwa na vita vya leo wamekamatwa. Kamau Mwangi anatuanzishia taarifa zetu. Ndivyo hali ilivyokuwa Isinya, kaunti ya Kajiado. Mchana kutwa makundi ya vijana kutoka jamii mbili zinazoishi hapa wakijihami kukabiliana, kufuatia mgogoro wa malipo ya bodaboda kati ya mteja na abiria jana usiku. Kutofautiana kwao kukichochea kundi moja kuzichoma bodaboda mbili na kuzua vita vya leo. Mzee wa miaka 71 amethibitishwa kufariki kufuatia makabiliano na, ambayo polisi wanasema wamewakamata watu saba kwa kushiriki hii bodaboda wamekuwa na business rivalry, di hawataki kwenda kwa stage ya C wakataka kumiliki hiyo boda, hiyo stage zote. Hii makundi mawili wamefukusana leo asubuhi wakateleta hali ya taharuki kidogo. Mvutano wa leo ukisitisha shughuli za biashara na uchukuzi, huku ikiwabidi maafisa wa polisi waliofika kutuliza hali kutumia gesi ya kutoa machozi kudhibiti hali. Kamanda wa polisi Kajiado Alex Shikondi anasema uchunguzi umeanzishwa kuwasaka pia wanasiasa wanaokisiwa kufadhili vurugu za leo, na kama watapatikana na hatia yoyote watapelekwa kotini. Tunawasii vijana wakati kama huu waendelee na biashara yao ya bodaboda kwa njia ya amani, pande zote mbili turizon wakuje pamoja waache hii mambo ya kwa sababu hii vita, sisi wote tun tunaishi hapa hii town hii town yetu sisi wote na tumeishi miaka na miaka na miaka, nenda rudi bila bila furugu taharuki. Ya leo inafuatia mkutano wa kutafuta amani Isinya uliofanyika jana jioni, na ambako asasi za usalama zililaumiwa kwa kuzembea kazini, huku usalama ukidorora. Tulikuwa tumesikizana ya kwamba kuna uhalifu ambaye inaendelea huko mashinani ya yale makabila ambayo wamekuja kukaa na sisi, sisi tuliwachukua kama mandugu zetu, lakini tumeona wametugeukiwa. Bwana DCC si lazima akae ndani ya wananchi, yeye anakaa kwa ofisi, hawezi sikia maneno wa vile wananchi wanasema hii mkutano vile unasikia watu walikuwa wamesozana ya mapikipiki nini, maneno ya security hajawahi zungumzia hata moja. Ili kudhibiti hali tete ambayo imeshuhudiwa, serikali imewatuma maafisa wa kitengo cha GSU kuimarisha hali, huku wasiwasi ukitanda na kurejea kwa kiza. Kamau Mwangiruninga ya Citizen.